Mtazamaji wa Mnyasa Media, karibu sana kwenye chaneli yako kwe ipendwa ya Mnyasa Media. Leo nimekutana na Makawila, shabiki wa Young Africans. Tunaenda kuzungumzia Simba kuwa namba nne barani Afrika, lakini vile vile uwezo wa Elie Mpanzu ambavyo unawatisha eh, Stellenbosch kule Afrika ya Kusini. Unaambiwa huko eh, wanahaha kuandaa silaha gani waitumie kuweza kumzuia Elie Mpanzu kwenye mchezo wa tarehe ishirini kwenye hatua ya nusu fainali kuelekea fainali. Makawila, habari za siku nyingi na unazungumziaje Simba kutinga hatua ya nusu fainali? Safi uh, kabisa. Nashukuru tumekutana tena kwenye mm. pilika pilika zetu za kuzungumzia habari za michezo hasa mchezo wa mpira wa miguu mm. yes, mechi tumeiona na, nafikiri mimi tu yani mechi ya Almasri na Simba nilimaliza muda mrefu, tulizungumza, ndugu yangu, nilikueleza kabisa mm. kwamba nafasi ya Almasri mm. kuifunga Simba ni kuiondoa Simba kwenye mashindano ni ndogo sana mm, na umeona hiko ndio kilichotokea, ingawa hakukuwa, hakukuwa, hakukuwa, hakukuwa kuna kuna kuna urahisi kwenye kuwatoa, lakini nilicho kizungumza ndicho kilichoenda kutokea, na ndio uhalisia. Na nafikiri nafasi ya Simba pia kwenda kwenye kwenye fainali kwa wazi mm. kulingana na mpinzani ambaye anakwenda kukutana naye, kwa sababu anakutana na timu ndogo ambayo haja kushiriki mashindano haya, hata performance yao ni ya kawaida tu vile, kwa sababu imetoa timu ambayo ilikuwa bingwa mtetezi, ndio unaona watu wanazungumza kwa ukubwa, lakini kiuhalisia tena budi sio timu kubwa, timu ndogo, sio timu kubwa, sio timu, timu kubwa kwenye mashindano haya, hata South Africa sio timu, ni timu ya kawaida ambayo pia ni daraja nyingine na Simba kwenda fainali bila shaka kabisa. Na anamtoa credit. Na nilivyoangalia timu kwenye udhani ambao zimeingia nusu nazungumzia mm. Berkane nazungumzia na, na, na, na, na Simba Constantine. Mm. Ni uzani wao ndio unafanana fanana unafana tu. Kwa hiyo sio kashangaa mnyama akashangilia champion wa conference msimu huu wewe. We. Eh, kwa timu zizo kuwepo. Kwa nyepesi sana kwa mnyama. Mimi nakwambia yani. Ah? Na kwa sababu ndio kiongozi wa, wa wa, wa, wa mashindano ya Afrika kwenye nchi hii. Mm. Acha kabebe tu. Eh, bwana alisibekana alimpiga Stellenbosch nje ndani kwenye makundi. Hilo pengine kwa mnyama Simba anaweza akachukua somo sasa namna gani amfanye eh, Stellenbosch. Mimi mara ya kabisa yani. Kabisa yani. Tena bosi, mimi sioni kama ni timu ambayo inaenda kuitoa Simba. Mimi sioni. Watu, hata kama kuna watu wengine na mitazamo, lakini watu watu na mitazamo tofauti kwamba amemtoa mtetezi bingwa, mtetezi Zamalek. Hiyo sasa ndio shida hiyo. Na hata nafikiria zaidi kwenye kumtoa bingwa mwingine, lakini nakuhakikishia sasa eh, Afrika, timu ya kuisumbua Simba na Yanga ni mbili tu sasa hivi, Orlando na Mamelodi, Orlando na Mamelodi basi, lakini hakuna timu nyingine ya kuisumbua Simba na Yanga, hakuna timu nyingine yote ya kuitoa mashindano ni Simba na Yanga ah. Sasa mimi nakwambia kabisa hakuna kwa sababu kwanza kuna mambo mengi tunafanana fanana sisi na sasa zetu kwenye soka letu mm. Na uliona si uliona Mamelodi alipocheza na Yanga, si uliona Mamelodi eh. Alipocheza na Yanga, si uliona lakini. Angalia ikutana na Arabu Mamelodi, anashangana anakanda na anasogea. Kwa hiyo kwa Afrika, na hapa tuna vitu vingi tunafanana fanana. Kwanza Simba na Faida, anamtaja mashabiki wengi hapo, kule support tayari ipo, kwa kutoka na mashabiki kadhaa tu hapa, akaenda kwa na kutana kijiji kingine ambacho kiko Soweto mm. Sio ambacho kuna miji mingine kama Pretoria Cape Town mm. Tayari anakuwa na, na mashabiki wengi, huyu ni mtaji mwingine, kwa hiyo anakwenda South Africa kwa mwenyeji tu. Mm. Kama mna wageni kusema anakwenda kwenye nchi kama hizi za, za za Afrika Magharibi au hizi za Afrika eh, nini kule kaskazini. Hizi mm. ni timu ambazo zipo karibu na sisi na na shabia tuna shabia, shabia mambo mengi kwenye soka letu na roho kutano, naona hata Simba alipocheza na Orlando, suliona mm. Upinzani ulikuwa mgumu na hata mazingira ambayo Simba alitolewa ni vile tu, ni bahati ya kwao kwenye siku hiyo kwenye penalty, lakini mm. sioni kama kama kuna mazingira ambayo atakamfanya Simba asiingie fainali yani naona Simba anaenda kufanya kile ambacho Yanga akifanya kwenye fainali. Alafu akifika fainali huko watu wasije kashangaa karudi na mwali hapa, ah kabisa, nakwambia, naweza kando ndio kashangaa Constantine, hmm. akamtoa yule anasema gani fainali kwa Simba na Constantine na, na unasemaje nyeupe, alafu inaanzia kule na ishia hapa nje nyeupe asubuhi, ah. tu hiyo. Kwa hiyo inawezekana watu ambao na visokolo kunyo ndio wanakuwa na shida, ndio <laughs> kuna watu eh, kuna watu, maana yeye anataka hata yani Simba ifanye vizuri ifanye vizuri ifanye vizuri tu ukimuona, sababu yana, sababu yana, wao wanapiga hesabu ya Simba ile akina chama, wako na vijana wamesajiliwa pale sasa hivi wana uchu, unaona kuna mpango wanafanya vizuri, kuna pim pim Camara anafanya vizuri, ambapo kwa hiyo watu wana wasiwasi wanapenda kwenda na rekodi zilizopita, watu waizungumzie Simba ile inachofanya kwenye mataifa, kwenye ligi Simba mwaka jana alikosa tu nafasi, walishika nafasi ya tatu ambayo isingeweza kufanya wao washiriki Champions League. Kwa hiyo unapokosa nafasi kwenye ligi ukija kwenye yeah, mashindano sababu sababu e, ya kimataifa lazima uthibitishe kwamba wewe ni mkubwa na haya ni mashindano makubwa sana kwetu, kwa sababu tujaje kubeba mm. toka kombe la maisha mwaka 2004 finali zimeshuhudia moja tu ambayo Yanga kaingia mm. na ukiangalia mazingira ya Yanga aliingia finali, unaona kama ni mazingira kama ya bahati bahati, kwa sababu timu ambayo inamuendeleza kushiriki na kufanya vizuri kwenye mashindano ya Afrika ni Simba Sports, maana yake inakwenda mara kwa mara, yeye inakwenda na inafika hatua za juu, sio kasaba, maana mm. kuna kwenda kushiriki nakuna ambazo zina kwenye na kuna kufika hatua za juu ambazo zinakuwa ni hatua za kishindano, anaondoa na vigogo, na ndio maana unamuona kwenye linki anazidi kusogea shuki Mm, lakini ukiangalia sisi Yanga kwenye hii mi, miaka mi, mitatu kama ingekuwa tunafanya mwendelezo ambayo Simba kaupata kaufanya, mm. maanake saizi ilikuwa tupo kwenye nafasi ya saba ya nane. mm. lakini kwa sababu tumekuwa tuna mwendelezo ndio unaona tunakuwa tumestaki pale au tunapanda na kushuka. Kwa hiyo Simba na mwendelezo wa kufika hatua za kishindani zaidi ambazo kafaa na ranking kama ni hatua kubwa kwenye mashindano ya Afrika na ndio maana unaona rank zake zinazidi kupanda, bwana tuiangalie. Yes. E, sasa eh, Simba kuwa nafasi ya nne barani Afrika hilo jambo bwana Makawila yes, unalizungumziaje? ah mimi nafikiri kwanza, ah, mashirika ya takwimu najua kwa mengi eh, kuna hizo takwimu ambazo zinatolewa na mashirika ah, ya, ya, ya, binafsi mm, ambayo baadaye yanachukuliwa na postiwa kwenye kwenye mitandao ya kafu na sehemu nyingine, lakini hapa mashirika ambayo wamepewa kazi kabisa na kafu mimi nafikiri benki zile huwa mimi ndio huwa nazisubiri, maana kazi zinafanyika baada ya mashindano ya Afrika kufika tamata, lakini watu watu wamehesabu point, si, ah, pointi ah uh, sub pointi hizo, hata Yanga sasogezwa huko mpaka nafasi ya tano, ndio maana nakwambia mashirika kuna mashirika ambayo yao yanaangalia tu pointi ya ushirika kwenye ligi ya kimataifa, lakini kuna yale ambayo ya official na kafu ambao yao yanaangalia ushindani wa kafu. Lakini katika hili Makawila, utafiti nimeofanya, eh, ni kweli kabisa Simba mpaka sasa, kama mashindano yanakwenda ya vizuri mpaka yes. mwisho, manake Simba atakuwa eh, na nafasi hiyo, au makuzidi ndivyo pointi zinavyoonekana akienda, manake inategemea atafika wapi, kwa sababu mm. Nyasa ilivyo yani, mm. unavyosema wewe, kuna, ukuna, yani pointi za Simba eh. ndio unazikompea na linki Mm. Pointi alizo nazo sasa kamzidi nani katika wale wanne wa juu, na, na Wydad na Simba nani na pointi nyingi? Mm, zimepungua yaani, kutoka kwenye zile timu ambazo zinashiriki mashindano ya ma, kombe la dunia la ngazi ya vilabu. Wydad hayumo huko kucheza vilabu, zile pointi za kugombea nafasi kucheza makombe ya mabara si KAFU wameziweka yeah pale mm, amba hawa ndo wenye pointi nyingi na anakwenda kushiriki, sio alafu, mm, nafasi moja imeachwa kwa bingwa. Kwa mimi nimekuuliza wewe, nafasi hizo zile pointi zikoje pale? Pointi za Simba wale hazijafikia, wale bwana hazijamfikia wale, na pointi za Simba bado. Haya ni mashirika ambayo anatoa takwimu kulingana na msimu huu, kwa pointi ambazo Simba kazikusanya msimu huu. Mm, rank mm, za KAFU zinatoka kwa kuangalia ushiriki wa mashindano ya Afrika na pointi zinazo, ndio mm, maana Simba unamkuta kwa nafasi ya saba kama sikosea Masika hapa Mm. Na hata ukienda kwa TP Mazembe utakuta yupo katika hizo nafasi za juu. Ni uko hapo kwenye nane na tisa utamkuta Mazembe huko. Mm. Lakini ukienda kwenye kwenye zile point za msimu huu Mazembe huwezi kumuona. Kwa hiyo hizi ni takwimu ambazo zimekusanywa kwenye mashindano ya KAFU ya msimu huu. Hiliko fanyika mpaka hata uko fika. Lakini KAFU haikuwa miaka 5 mitano, mitano, ambao anafanya na takwimu. Sasa mm. ukisema kwenye miaka mitano maana yake inawezekana kuna mtu na point nyingi nyuma lakini kwenye miaka mitano hajafanya vizuri. Ni mm. sahihi inawezekana lakini kwao mm. KAFU wanapanga liga kulingana na point ambazo huwezi kwa mtu Mazembe na makombe saba wajue unamzidi. Mashabiki sasa wamepata miemko, wanahitaji makombe a Afrika, lakini sio tena kukaa kuzungumzia mataji. Unajua kuna kuna miko na kitu tunakifurahia sana. Sasa hivi mashabiki tena ligi kuu hawahitaji. Sasa kwa Tanzania wao Simba na Yanga. Unaona kuna kitu kimeongezeka hapa. Mashabiki wanataka mataji ya Afrika sasa. Afrika ni kweli. Wanataka timu zikafanya vizuri Afrika. Unaona sasa elimu tayari imeshakuja kwamba kumbe soka hili sio kupiga kelele tu hapa Tanzania kushinda Simba na Yanga. Kama kweli mpira wetu umekuwa na vilabu vinataka maendeleo, viende vikashindane huko, kwa watu walio tuzidi. Kwa hiyo huo muamko. Pia watu wanatakiwa waamke, wasifikirie tena kwenye pointi au kwenye renki mm. Wasifikirie kwenye mataji watu mm. Wasifikirie tena kwenye robo wala kwenye nusu wala kwenye fainali, wasifikirie kwenye makombe ya Afrika kuja hapa, sababu uta, utasikia kuna mdau anakwambia kombe hili la shirikisho ni dogo. Mm. Dogo, sisi tumechukua lini? Mimi ndo vile vyangu wana vipeleka huko, yaani wanasema kitu kidogo, kati ya kuchukua kutoka 2004 mpaka leo, miaka mingapi? Miaka mingi sana, Tanzania miaka 20, hiyo hii 2024 imefika finali timu moja toka mm. taji limeanzishwa Mm. Tena fainali yenyewe kama ya, ya, ya, ya bahati tu. Mm. Maana ile vup hata wenyewe walifika fainali kwauliza, leo njia gani mmetumia kufika nusu fainali? Hawajui kufika fainali hawajui walitumia njia gani, kwa sababu hawakujipanga ajili hiyo fainali, kama ilikuja kama kama kama, kama, kama bahati vile. Sasa mm. mazingira kama hayo unawezaje kusema mashindano ni madogo? Mm. Kwa hiyo inakuwa tu sometimes ni lugha za akiwa anafanya vizuri Yanga wanaziongea Simba, na kufanya vizuri Simba wataziongea baadhi ya mashabiki wa Yanga ambao kwa fikra zao ni kushindana wao kwa wao na sio kwenda kupenya kwenye maeneo ambayo sisi hatujafika kwenda kufanya vizuri huko, ili tukawa tuna, tuna, tuna majina makubwa na timu zetu zikakuwa Afrika.